Tena moja ya mjadala mkubwa ambao kwa sasa unaendelea katika mitandao ya kijamii ni kuhusiana na tabia ya Kajala pamoja na mwanaye Paula, tabia zao ambazo zimekuwa sio nzuri na zimekuwa zikichukizwa na watu wengi sana. Tunajua kwamba kwa sasa Kajala pamoja na Paula wako huko Dubai na wameendelea kuonekana katika mahoteli makubwa ya kifahari wakiwa pamoja na wanaume mbalimbali. Kama unavyoona hapa, ni tukio ambalo aliweza kutrendi Kajala, kuweza kuonekana na mwanaume mwingine katika moja ya ufukuwa bahari huko Dubai na kuweza kuzua mijadala mbalimbali katika mtandao wa kijamii. Sasa inasemekana kwamba Paula pamoja na mamake huyo Kajala wanatumia fedha nyingi sana katika kufanya starehe huko Dubai na fedha hizo zinatoka moja kwa moja kwa mume wa Paula ambaye ni Marioo, baba Amara, ndiye anayesimamia show ya kuweza kulipa fedha hizo ambazo zimekuwa zikitumiwa e, na Paula pamoja na mamake huyo Kajala wakiwa huko Dubai, takribani ya mwezi sasa tangu walivyoondoka hapa nchini Tanzania, bado wako huko Dubai na wameendelea kuspending maeneo mbalimbali katika mahoteli makubwa ya kifahari nyota tano. E, jambo ambalo limeweza kuzua mijadala mbalimbali katika mtandao wa kijamii kusemekana kwamba Kajala ndiye chanzo cha Paula kuweza kubadilika kwa tabia, kuweza kumshawishi mtoto wake huyo Paula kutumia fedha nyingi sana ambazo e, Mario amekuwa akizituma kwa Paula kwa ajili ya kuweza kufanikisha Paula pamoja na mamake huyo Kajala kutumia fedha barabara kabisa, kutumbua fedha nyingi huko Dubai. Kama unavyoona hapa, ni miongoni mwa tukio kubwa ambalo limeendelea kutende katika mitandao ya kijamii. Tabia ya Kajala pamoja na mtoto wake huyo Paula, kiukweli inasikitisha mno, mm, mm, inahuzunisha sana, na mambo ni yale yale ambayo yatakayojirudia tena. E, kwa Paula tunajua kwamba Kajala alishawahi kuolewa miaka ya nyuma, na aliachika zaidi ya wa wanaume watatu mm, akiwemo Pimfa Kimajani ambaye walikuwa na mahusiano ya kimapenzi, na walifanikiwa kumpata Paula. Na Paula amezaliwa peke yake kwa mama yake, na unaona kabisa kwamba hapa pia hata Paula kuweza kumzaa Amara, mambo ndo yale, yale. Maji yanafata mkumbo, tabia ya Kajala. Naenda sasa kwa mwanae huyo Paula, baada ya kuweza kumzaa mtoto wake wa kwanza ambaye ni Amara. Mario yupo hapo katika mahusiano ya kimapenzi na mtoto wa Kajala ambaye ni Paula, lakini kiukweli mm, hawezi kuzungumza kutokana na yale ambayo kwa sasa yanaendelea, Kajala kuweza kuonyesha e, mambo ya ajabu sana huko Dubai pamoja na mtoto wake huyo Paula kitu ambacho kimeendelea e, kutrendi sana katika mtandao wa kijamii mm, kuzua gumzo watu kuweza kuzua mjadala mbalimbali kwa mkajala, tabia anayemfundisha Paula. E, sidhani kama e, wataweza kudumu ama kuendelea kwenye mahusiano na kijana huyu Marioo. Ikumbuke e, kwamba kijana Marioo alipata baraka zote kutoka kwa baba wa Paula ambaye ni Pifa Kimajani, baada ya kuweza kuonekana ni kijana smart, kijana e, ambaye hana skendo. Kijana mwenye tabia njema kabisa, na ndio maana baba yake na Paula ambaye ni Pimfa Kimajani alimpa mikono yote ya baraka kwa kuingia katika mahusiano ya kimapenzi na binti yake huyo Paula. Baba mzazi ambaye ni Pimfa Kimajani alishajivua siku nyingi na amebaki Kajala, yeye muda wote anaonekana na Paula na hampi kabisa nafasi mke wake huyo Marioo kuweza kuwa na mke wake huyo Paula eh, kitu ambacho kinamuumiza sana Mario sanamari mm, kitu ambacho kikweli kinamfanya Mario apitie wakati mgumu mno, mke wake huyo kuweza kutaka pesa nyingi sana kupitia kwa mke wake huyo eh, Paula, kwa ajili ya kuweza kuzitumia huko Dubai mm, kuweza kuspendi katika mahoteli makubwa, kama unavona hapa, takriban ya mwezi sasa Paula pamoja na mamake huyo eh, Kajala akiwemo na mtoto wake huyo Amara. Wapo Dubai wanaendelea kutumbua fedha za Mario, wanazitumbua kwelikweli e, Kajala anapewa pesa nyingi sana e, na binti yake huyo e, Paula, na pesa hizo zinatoka kwa kijana e, Mario kuweza kugharamia kila kitu ambacho kinafanyika huko Dubai ikiwemo shopping, marazi chakula na kuweza kulala katika mahoteli makubwa ya kifahari huko nchini Dubai. Inaonyesha kabisa kwamba wapo kimaslahi familia hii ya Kajala pamoja na mtoto wake huyo Paula, maslahi zaidi eh, kuendelea kutumia fedha za baba Amara eh, huku Kajala na yeye akiwa hapo hapo anatumia pesa za mke wake huyo Mario. Yani Mario anagaramia mkwe pamoja na mke wake huyo na mtoto huko Dubai eh, shopping mbalimbali starehe kubwa ambazo Kajala anazifanya kuweza eh, kurabata katika mahoteli makubwa, kama unavyoona hapa, Kajala akiwa ana enjoy kweli kweli, akifurahia maisha mazuri ambayo anayapata kupitia binti yake huyo Paula, mm, huku Mario ndiye anegaramia pesa hizo zote ambazo zinazotumika huko nchini Dubai. Sasa Kajala ameweza kuwajibu mashabiki na kudai kwamba wasimuingilie katika maamuzi yake katika familia yake. Ni moja ya posti ambayo iliweza kutrend huko TikTok. E, Kajala kuweza kuwajibu mashabiki kutotaka kumuingilia katika maisha yake ambayo kwa sasa ameweza kuyachagua, kwa sababu yeye ndiye mama mzazi wa Paula na ana haki, ana sababu zote za kuweza kutumia pesa za Paula muda wote na kwa sasa anasema kwamba yuko Dubai na anaendelea kuenjoi maisha mazuri ambayo anayapata huko Dubai, akiwemo pamoja na mtoto wake huyo Paula, wakiwa wanafurahia, wana spending, wanakula bata e, katika mafuko ya bahari pamoja na mahoteli makubwa huko Dubai, huku wakiwa wanatumia pesa za mkuu wake huyo Mario baba Amara, ndiye anayegharamia kila kitu. E, huko nchini Dubai. Eh, bwana asante sana, hani machache ambayo tumeweza kujuza. Tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio moto moto.